wa shirikisho linalosimamia li mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, ambapo tunashuhudia uchaguzi huu umeanza kuchangamka. Hii ni kutokana na kile ambacho kinadaiwa. Kwa upande mwingine, Wallance Karia ambaye kwa sasa ndiye rais mwenye dhamana ya mpira wa miguu nchini Tanzania anashikilia endorsement ambazo zinawafanya wagombea wengine kuto kupata nafasi ya kugombea ama kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo vuguvugu limekuwa ni kubwa sana, story zimekuwa ni nyingi. Tunashuhudia wagombea kama Mshindo Msola naye pia ni miongoni mwa wagombea ambao wanagombea e, uraisi wa shirikisho la soka nchini Tanzania, bila kumsahau Ali Mayatembele naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanagombea e, nafasi ya uraisi wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Sasa kwa upande mwingine, watu wengi wanajiuliza nini kipo nyuma ya hili sekeseke ambalo linaendelea, fahamu mwaka elfu mbili na ishirini na moja kupitia sheria ambazo ziweza kutungwa, basi ili mgombea aweze kugombea basi anahitaji kuwa na endorsement tano ambazo zitamfanya kushiriki uchaguzi. Sasa endorsement hizo zinaonekana zote zimeweza kuchukuliwa na rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Wallace Karia. Kwa hiyo hii inawanyima watu wengine kuweza kugombea uraisi wa shirikisho la soka nchini Tanzania kwa hiyo tunaona stori zimekuwa ni nyingi hapa. Sasam, Dienbe, kulipoti, naishuim, na pale sasa, Sale Jembe ameweza kuripoti kuhusiana na ishu hii na kuweza, kuna taarifa inayodai kwamba kuna simu ambayo imepigwa kutoka kwa kigogo mmoja hapa nchini Tanzania akimpigia rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Wallance Karia aweze kujiuzulu nafasi yake na kuweza kupisha watu wengine waingie kugombea na e, unani uraisi wa TFF. Kwa hiyo kupitia Sale Jembe, mchambuzi wa soka nguli nchini Tanzania, ameweza kuripoti taarifa hii ambayo kwa upande mwingine tunaona kuna taarifa zinasema kwamba serikali imeanza kuingilia masuala ya soka, na ikumbukwe sheria za FIFA haziruhusu serikali kuingilia e, masuala ya mpira, kwa sababu tunashuhudia kuna uwezekano mkubwa tukaenda kufujiwa. Sasa taarifa inasemaje kutoka kwa Sale Jembe? Sale Jembe anasema hivi: tayari kuna taarifa kadhaa kutoka katika vyombo mbalimbali nje ya Tanzania kwamba kuna ujanja unafanywa kwa ajili ya kumwondoa madarakani Wallace Karia. Inaelezwa eti serikali ndiyo imeamua. Wajanja wanataka kutumia mwanya wa njia ya mkato kuwaingiza wa watakao madarakani kwa faida ya mfanya biashara mmoja tu. Serikali haiwezi kuingilia masuala ya soka na hakuna kokote inaonyesha TFF imekosa au kuyumba. Acheni kuwatishia viongozi wa TFF kwa kusingizia serikali kwa manufaa yenu. Mlio na nafasi serikalini lazima mjue ni dhamana, msitumie vibaya kwa kuwaingiza viongozi wakubwa kwa faida zenu binafsi. Maslahi ya nchi yatangulie, msigombanishe serikali na FIFA kwa kuwasingizia viongozi wa juu wa serikali. Waacheni TFF wafanye kazi ya kuendeleza mpira. Huyo ni Sale Jembe akijaribu kuzungumzia sakata hili ambalo kwa sasa limekuwa gumzo kubwa nchini Tanzania, kwa wagombea ambao wanakwenda kushindana na Wallace Karia kukosa endorsement, ambapo kwa upande mwingine kumbukwe paka sasa mgombea ambaye anatajwa kwenda kuwania nafasi kuna e, Dr. E, Mshindo Msola ambaye pia ni kiongozi wa Yanga ama alikuwa mwanachama wa Yanga na pia anataka kugombea bila kusahau, kuna Mustafa Imba, kuna Richard, Richard Shige na Ali Mayaya Tembele. Na ikumbukwe kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu duniani FIFA waliweza kutoa angalizo kuelekea katika uchaguzi huu watakwenda kusimamia, ambapo taarifa hii inasemaje? Inasema hivi: ripoti zinaeleza kuwa shirikisho la soka duniani FIFA limetuma maofisa wake kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa shughuli za shirikisho la soka nchini Tanzania, TFF. Kwa hiyo kwa kwa hiyo upande mwingine unaona kwenda kufuatilia na uchaguzi ambao kwa upande mwingine unaenda kufanyika wa kumtafuta rais, na bila kusahau, miongoni mwa vitu ambavyo vimejitokeza katika soka la Tanzania kwa kipindi cha hivi karibuni ndivyo vimelifanya shirikisho hili kuweza kutuma maofisa wake kuja kukagua shirikisho hilo jinsi ambavyo linaendesha kazi zake. Je, kuna mwingiliano wote na sekta nyingine, ama ni shirikisho kama shirikisho lenyewe linaendesha shughuli zake? Kwa hiyo wakifanya uchunguzi, basi ni ni hatari kubwa, kuna uwezekano eh, tukafungiwa kwa sababu kiangalia, stories zimekuwa ni nyingi, hususan kuihusu E, ligi kuu ya Tanzania bara kwa jinsi ambavyo inaendeshwa na viongozi wake. Kwa hiyo kwa, kwa sasa watu wanatakiwa wawe makini zaidi ili kutokushusha thamani ya ligi yetu ya Tanzania. Lakini kwa sasa kilichopo ni endorsement kushikiliwa na rais wa soka nchini Tanzania, TFF akichukua endorsement nyingi huku wengine wagombea wenza wakikosa hizo endorsement kwa ajili ya kwenda kushindana na Wallance Karia huku taarifa zikisema kwamba, kuna taarifa ameshinikizwa ajiuzuru. Nini maoni ni mtazamo kwa sekesekili ambayo inaendelea hapa nchini Tanzania? Toa maoni katika comment na sitakuja kuyasoma.